Napenda kukaribisha kwenye ofisi yetu ya CCM Wilaya kama ilivyotangazwa ilivyotangazwa kwamba leo tutatoa fomu tutatoa fomu kwa wagombea ubunge udiwani wa kata na udiwani viti maalum, kwa ofisi yetu, nayo iko tayari kukupatia fomu kama ulivyokuja kuomba. Naomba sasa nichukue nafasi hii kukukaribisha ili uweze, tuweze kukupatia fomu na utaratibu jinsi ulivyo. Fomu zetu tunatoa fomu tatu ambazo ni hizi hapa, tutakupatia utaenda kuzijaza kama zilivyoelekezwa lakini tutakupa na fomu hii ambayo huenda wasifu wako humu usienee. Tumeandaa fomu hii ambayo utaenda kujaza kila sehemu ambayo ulioulizwa. Naomba nikukabidhi fomu. Fomu zetu zinapokelewa na kulipiwa shilingi laki tano tutakupa control number kwenda kuingiza. Karibu sana, tunaomba ujaze hizi fomu. bado na mimi nimepata vizuri. Naomba fomu hizi unijazie majina yako matatu kwa usahihi, kama yalivyo kwenye kitambulisho, atakaa kuwa yanatumika kwenye kitambulisho chako cha NIDA. Mjini nani Monduli Magharibi. Naomba ile kadi ya zamani. Na kwa majina naitwa Isack Joseph. Naye furaha sana leo kuja kwenye chama changu nilitoa nia na leo nimepata bahati ya kuchukua fomu. La kwanza niwashukuru sana e, wananchi wa Monduli mjini ambaye nilikuwa diwani kipindi hicho, lakini sambamba na hilo niwashukuru wananchi wa Monduli kwa kuwa nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli. La kwanza niseme nimshukuru sana sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo kuiona siku ya tarehe ambayo kimsingi ni siku ya uchukuaji wa fomu. Mimi sitaki nizungumze mengi, lakini nataka tu niwaambie wa na Monduli, mimi kama Isaac Joseph nimechukua leo fomu rasmi ya kuania ubunge wa jimbo la Monduli. Na mimi nashukuru kwa sababu mchakato wa chama chetu ni mchakato ambao, ni mchakato ambao unafanywa ndani ya chama na sisi kwa sasa tuzungumzi chochote mpaka pale mchakato utakapokamilika ya urejeshaji wa majina basi nitakuwa na ya kuzungumza kuwaambia wanamonduli kwa nini nimechukua fomu, lakini kwa sasa siwezi sema chochote mpaka pale itakapokamilika mchakato wa, uchu, wa ya chama chetu kwa ajili ya uchujaji, na itakapokamilika basi nitarudi mbele yenu kama chama changu kitanipa ridhaa ya mimi kuwa katika wale ambao tutapata ridhaa ya kurudisha majina, basi nitasema wakati huu, lakini kwa sasa nishukuru, na niendelee kusema chama chetu kimekuwa ni chama cha demokrasia ya kutosha chini ya jemedari wetu mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na niseme kwamba tu ninaye furaha sana sana sana sana kwamba leo nimebahatika kuwa sehemu ya wale ambao wamechukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Monduli.